Sambamba na maono ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu, Serikali imeendelea kuchukua hatua wa mahususi za kuimarisha ustawi na utoaji huduma kwa watu wenye ualbino ikiwemo kuwatambua, kuimarisha mifumo ya kisera na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu hapa nchini. Wale wote wenye mamlaka ya kutoa huduma kwa Watanzania wanawajibika pia kutoa huduma kwa wanatasi au kwenye ualbino. Nashukuru kuwa mkoa upo, wakuu wa wilaya mpo, makatibu tawala mpo na wakurugenzi wa halmashauri, hili ndio jukumu mlopewa na serikali. Moja kati ya ajenda za kazi zenu kwenye ofisi zenu ni kuhakikisha kwamba jamii ya wenye ulemavu wakiwemo watu wenye ualbino wa ni lazima waingie kwenye mikakati yenu ya utoaji wa huduma kwao. Haya ndio maelekezo na ndio malengo. Na mimi nataka niwaambie, serikali yenu inaendelea kuratibu vizuri upatikanaji wa huduma karibu zote za kijamii, na nyiye mnayo haki ya kupewa huduma zote za kijamii. Na kwa hiyo Mheshimiwa Mole, wewe kama mwenyekiti, wakati wote kwenye mikutano yako endelea kuhakikishia mpango mkakati wa serikali wa kuendelea kuwahudumia kwenye sekta zote iwe ni elimu, afya, maji, matumizi ya barabara, upatikanaji wa umeme na yale yote muhimu ikiwemo na sekta za kilimo. Watu wenye ualbino, mna haki yenu ya msingi kabisa kupewa huduma hizo.